ni sana kiasi kwamba hata watoto wadogo wanaweza kupata pombe hizi. Sisi tunaona kuwa hili ni jambo la hatari sana na linaondoa fursa tulionayo ya kuwa na vijana katika taifa letu. Kwa kuwa vijana wengi wameingia kwenye uraibu wa matumizi ya pombe kali, wanakuwa dhaifu na afya zao zinaathirika kiasi kwamba hawezi kuwa nguvu kazi inayotegemea. Hili linathibitishwa kwa ongezeko la watu wenye shida za magonjwa kama vile figo, ongezeko la gonjwa ya watu wenye umri mdogo ajali za especially wanaoendesha vyombo vyetu vya usafiri kama bodaboda na bajaji ambao wengi wanakuwa wameweza kuendesha wakiwa katika hali ya ulevi. Mwisho, mgeni rasmi, tunaomba serikali iangalie upya sera zinazoongoza utoaji wa leseni za viwanda vya uzalishaji, usambazaji na uuzaji wa pombe kale. Tunaishi katika jamii ambayo hata watoto wenye umri wa chini kabisa wanaweza kujipatia vileo bila kuulizwa swali lolote na mtu yeyote na kwa bei ambazo wanazimudu. Hii si sawa. Sambamba na hilo, serikali inaweza kuona umuhimu wa kuangalia namna ya kuweka udhibiti wa mitambo ya kuvuta sigara maarufu kama shisha. Sasa hivi kuna wimbi kubwa la vijana wadogo, vijana wa kiume na wa kike, wanaovuta sigara utumbaku hizo za shisha, na wengine wakiiga mfumo wa mpya wa maisha ambao wanadhani ndio fashion. Hivi karibuni niliingia katika mall moja maarufu sana pale Dar es Salaam, na katikati ya korido mwana unapoingia tu nakutana na sigara zi mpya zilizoingia sasa hivi ambazo hazitoi moshi, zinaitwa viper nafikiri, hazitoi moshi, hazifanyi, lakini zina athari kubwa sana kwa vijana wetu, na vijana wengi wa kike na wa kiume wadogo kabisa wamekuwa wakizitumia kwa kiasi kikubwa. Tunawasii sana serikali, mfanyie kazi jambo hili kwa kufanya utafiti, kujua kiwango halisi cha madhara yanayotokana na uholela wa uzaji wa vitu kama hivi, na kunda sera ambazo zinaweza kufanyika kuokoa vijana wetu katika janga la mambo ya jinsi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo hofu juu ya uhuru uliopo katika ruhusa ya michezo ya kamari inasifanyika kama betting. Vijana hawa ambao tunaona kama nguvu kazi ya taifa, wanaishi katika mazingira yanayowaaminisha kuwa wanaweza kujipatia riziki za maisha yao kwa kupitia michezo ya kamari. Nguvu kubwa iliyopo katika kuhamasisha kwenye matangazo ya biashara na kadhalika, kuhamasisha vijana wetu kushiriki katika michezo ya kamari inaleta matokeo ya taifa la watu wavivu jambo ambalo linakinzana na sera za msingi za serikali yetu zenye kuhimiza watu fanya kazi. Tunaiomba serikali kuangalia kwa upya utaratibu uliopo katika kudhibiti michezo ya kamari. Hatuwezi kuwa na jamii ya watu wanaoamini kuwa wanaweza kuishi kwa bahati nasibu na na tukawa na maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika jitihada za kujikwamua kwa uchumi watu wengi wameingia katika shida ya kuingizwa katika kile kinachojitambulisha kama fursa za maendeleo, lakini kiuhalisia ni namna ya kuwafanya watu kuwa watumwa katika mnyororo wa madeni. Hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la watu na makampuni wanaojinadi kuwa wanatoa mikopo, na wengine sasa hivi wamefanya hiyo biashara kupitia mitandao, digital loans juhi, kitu kama hivyo. Mahali pengi mikopo ya jinsi hii imeitwa mikopo ya kausha damu. Tunashukuru kwamba benki kuu ya Tanzania imetoa miongozo ya kuratibu makampuni yanayotoa mikopo. Hata hivyo, kiuhalisia practically, ukienda kwenye jamii watu wengi bado wanakumbana na mazingira mabaya sana ya huduma za mikopo. Tunaomba kuwepo kwa ufuatiliaji na uelimishaji zaidi, ili kuwasaidia watu wasio wahanga wa mikopo yenye kukandamiza na kudhalilisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkoa wetu wa Mbeya na Songwe na mahali pengine nchini, tunaona tatizo la ongezeko kubwa la watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi mitaani. Jambo hili katika mkoa wa Mbeya na Songwe ni geni sana, miaka michache tu iliyopita Hakukuwa na idadi kubwa ya watoto wa mitaani kama ambavyo tunaona sasa. Yapo mambo kadhaa yanaweza kuhusishwa na tatizo hili. Kwa vyovyote vile, ni maporomoko ya maadili. Kwa ujumla katika jamii yetu yana mchango mkubwa sana. Sisi kama kanisa tunatoa tunaona tunao wajibu mkubwa katika kushughulikia jambo hili na tutaongeza bidii kufundisha jamii yetu maadili mema. Hata hivyo, hatua hii muhimu ya kujenga maadili mema huanza katika ngazi ya familia. Ni dhahiri kuwa hatuwezi kuwa na kanisa au taifa lenye maadili mema kama hatuna familia zilizo na maadili mema. Sisi tunaona kuwa ni muhimu sana kwa viongozi katika ngazi zote za kijamii na serikali kuwa mfano wa mwenendo wa maadili mema katika taifa letu. Pia ni muhimu serikali iweke mkazo katika sheria na kanuni zinazohusu maadili na pengine kuwajibisha wazazi na walezi ambao hawatimizi majukumu yao kwa familia. Lakini pia yapo mazingira yanaweza kuhusishwa na tatizo hili la ongezeko la watoto mitaani, ambayo yanahitaji ushirikiano mkubwa wa sekta mbalimbali ikiwemo serikali kwa mfano, kumekuwa na ongezeko kubwa la huduma ya kukanda miili maarufu kama masaji. Mazingira ya huduma hizi kwa kiasi kikubwa yanaajiri mabinti na vijana wa kiume ambao wanatoa huduma zaidi ya vile leseni za huduma hizi zinavyoelekeza. Uh, sisi tunaona maeneo haya wakati mwingine hutumika kama vichaka vya mambo ambayo ni kinyume na maadili yetu na yenye kuleta matokeo mabaya, ikiwa ni pamoja na tatizo la kuongezeka kwa watoto ambao hawana malezi katika jamii yetu. Sasa ninataka kwenda kumalizia kwa kuipongeza serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza kwa dhati serikali yetu kwa jinsi ambavyo imefanikisha ujenzi wa reli ya kisasa inayojulikana kama SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Hakuna ubishi kuwa SGR imeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya usafirishaji kwa vyovyote vile. Jitihada zinazoendelea zinazoendelea kuendeleza ujenzi wa SGR katika mikoa mingine za kupongezwa na sisi tunaendelea kuziombea zifanikiwe. Ni katika mtazamo huo wa mapinduzi makubwa katika sekta ya usafirishaji, tunaona jinsi ambavyo kuna umuhimu kwa serikali yetu kuongeza nguvu katika kuimarisha usafiri wa reli kuja katika mikoa ya Mbeya na Songwe. Tumesikia juu ya mazungumzo yanayoendelea juu kuhusiana na uboreshaji wa usafiri wa reli ya TAZARA. Tunaomba serikali iweke kipaumbele katika jambo hili. Mbeya ni mbali sana kutoka jiji kubwa la kibiashara la Dar es Salaam, ambako ndipo soko lilipo, soko kubwa la mazao ya kibiashara yanayozalishwa Mbeya.